Yeah. Lakini maandiko yanasema kila atakayetaka kujiokoa nafsi yake ataipoteza. Ninawaomba sana ndugu zangu wa Kristo, ndugu zangu wa Tanzania, tujue Mungu yupo. Mungu anaweza kila kitu. Tusiogope, siku moja tutakufa. Hata mimi nitakufa. Kutokana na alichokipanga Mungu, naweza nikafa kwa corona, naweza nikafa kwa nini. Na ndiyo maana mnaniona hata mimi sijavaa barakoa, sio kwamba siogopi kufa. Nimeona nilisembe hili. Nimemshukuru sista hapa, hajavaa lakini wenzake wawili wamevaa. Nikasema sasa, kama hawa viongozi ndio wanataka wanatueleza kila siku tumwamini Mungu, vipi leo